waionaji hali yako asubuhi ya leo popote hapo ulipo, mtazamaji wa Sauti Kuu TV, bila shaka umeamka salama, kama mm -hmm, sivyo. Uh, basi Mwenyezi Mungu aliye mwenye mwingi wa rehema kufanyia wepesi katika afya yako. Mie ni bukhari wa afya hasa, jina langu ni naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya. Katika kukamilisha matangazo haya siko peke yangu, upande mitambo mwenzangu ni Friedom Richard. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukomani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma, wakikukaribisha katika ibada zao kila Jumapili wana ibada mbili, ya kwanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu na ya pili saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Lakini kwa siku za Jumatano wana ibada ya mafundisho ya Biblia kila siku saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni. Basi unaweza kufika hapo, na kama si rahisi, basi kuwa mdau katika chaneli hizi za Sautikuu TV Online pamoja na Rev Elingarami S Munisi Online TV. Unawezaje kuwa mdau? hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele na kufuatilia nyakati hizo, pindi upatapo taarifa za kuwa wapo hewani. Karibu ni kuangazia magazetini leo, nikianzia sehemu ya kwanza kwa habari za kitaifa na kimataifa. Ninalipa kipaumbele gazeti Mwananchi, habari kubwa inasema mabosi watupiwa mzigo wa lawama. Mabosi watupiwa mzigo wa lawama uvunjaji sheria madereva wa serikali. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa nne wa gazeti Mwananchi. Waliotoa amri vurugu Oktoba 29 wachukuliwe wa hatua, kauli ya Chadema mapya. Mwanafunzi wa yudo waliejiua ni habari pia ambayo utaipata katika gazeti Mwananchi vile vile. Habari nyingine inasema Ulaya ikibana misaada yake, serikali yatoa ya msimamo. Ulaya ikibana misaada yake serikali yatoa msimamo. Mtazamaji, haya na mengine mengi utayapata katika gazeti Mwananchi. Kamata nakala yako. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Taifa Leo. Habari kuu inasema kura za damu na vilio, kura za damu na vilio, ghasia, uhuni eh, na vurugu za shuhudiwa katika maeneo mengi siku ya kupiga kura hasa eh, Kaspul na malawa namalawa, eh, eh, habari imetajwa katika gazeti eh, Taifa Leo. Unaweza kukamata nakala yako kupata habari hiyo kwa kina. Naangazia jamvi la habari, gazeti lako. Habari kubwa inasema Rais Dr. Samia ifungua kusini. Ni habari ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Eh, siku 24 za Samia ni kipindi cha kasi na busara mpya habari hiyo pia utaipata katika jamvi la habari e, gazeti vilevile. Gazeti Taifa Tanzania Uzalendo kwanza kurasa wake mbele habari iliyokuelezwa wino zaidi inasema sasa mikoa ya kusini kufikika muda wowote, waziri Ulega asema Dr. Samia ametua kero haya zitokanazo na mvua kuwa historia. Habari hii imeelezwa hapa, wizara ya madini yaanza utekelezaji maagizo ya, ya Dr. Samia chuo cha ufundi Dodoma eh, kuwa kitovu cha ujuzi na ubunifu. Haya kwa mujibu wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo kwanza. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Gazeti hili limeandika JNHPP kupaisha uchumi, ni habari ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Wamachinga. NHC imethibitisha nafasi yake kama mhimili um, wa mageuzi sekta ya makazi da. Vilevile Nanauka anasema vijana kiela kufanya kazi saa ishirini na nne. Ulega aridhishwa ujenzi wa madaraja ya dharura Lindi. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Na tupia macho gazeti mwana habari gazeti bora ujenzi madaraja kusini wafika patamu. Eh, unaambiwa ujenzi madaraja kusini wafika patamu. NHC yathibitisha ni mhimili mageuzi sop, eh, sekta ya makazi da. Dr. Atwilapo ataka maeneo ya umma kulindwa. Tanzania sasa ina umeme wa kutosha, ndejembi anaeleza hayo. Waziri Kijaji Haipata napa maelekezo mahususi uhifadhi wa wanyamapori. Vilevile, habari hii utaipata katika gazeti Mwanahabari, gazeti bora utakapokamata nakala yako, ama kutembelea katika kurasa mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Majira, gazeti Uhuru la kila siku. Habari kubwa inasema NIDA yarejesha tabasamu kwa walioghushi vyeti. NIDA yarejesha tabasamu kwa waliohushi vyeti. Wananchi waanika manufaa yaliyotokana na muungano, wanaofutiwa mashtaka vurugu Oktoba 29 wawe mabalozi wa amani. <laughs> Hospitali ya Bomba yaanze ya huduma ya wodi binafsi. Habari hii imetajwa katika gazeti eh, Majira gazeti huru eh, huru la kila siku, vile vile gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Limeandika utabiri wa IMF kwa Dr. Samia Watimia ni upi? Ni ule wa Tanzania kuwa uchumi eh, kuwa kuwa uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki. Bandari ya Bagamoyo kuanza na shilingi trilioni 24 mwezi ujao. Vilevile bado LNG trilioni 90 uwekezaji eh, kwa mwezi ukiwa trilioni 2. Habari hii utaipata katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, ikiambatana na habari picha ikimwonyesha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu daktari Samia suluhu Hassan. Watu 125, eh, wa watu, watu 125 tu wanamiliki utajiri wa watu milioni 42.6. Watu 125 tu wanamiliki utajiri wa watu milioni 42.6 ni nchini Kenya. Kwenye katiba mahakama na uchaguzi bora zaidi. Nusu ya wakenya watajwa kuishi katika lindi, eh, la umaskini uliokithiri. Serikali yashinda kesi ya rufaa, uh, bomba la mafuta EACOP. Samia ing'arisha Tanzania UNIDO. Habari hii imetajwa katika gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania. Sasa niangazie gazeti Uelekeo leo yetu ndio kesho yetu, linatupa uelekeo wa habari hizi hapa. Mahakama ya bariki mradi bomba la mafuta. Waziri mkuu aongoza kikao cha wakuu wa mikoa. DTC kuwa kitovu cha elimu ya ufundi nchini. Wenye changamoto ya uh, majina NIDA. Mambo safi haya bwana. Naondoka hapo mtazamaji, ni kitupia macho gazeti Dira ya Mtanzania hoja ya wote. Gazeti hili limeandika kero za mvua kuwa wa historia. Waziri Ulega anasema ni baada ya Rais Dr. Samia kuchukua hatua ujenzi madaraja barabara ya Kusini wafikia Patamu. Habari hiyo utaipata katika gazeti Dira ya Mtanzania hoja ya wote. Wadau wasifu muungano. Wasema umechochea kuleta maendeleo makubwa ya kiuchumi na jamii. Miaka 61 ya muungano imezidi kudhihirisha umuhimu wa ustawi wa bara na visiwani. Habari hii vile vile utaipata katika gazeti DRM Tanzania hoja ya wote. Serikali kuimarisha, eh, kuimarisha elimu ya ufundi DTC Dejebi, eh, Kumradi ndejembi anasema mradi mkubwa wa shilingi bilioni 556 unatekelezwa kwa fedha za ndani, ni habari ambayo utaipata katika gazeti Dira ya Mtanzania hoja ya wote. Niangazia gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu kama ninavyoipa kazi yangu kipaumbele changu. Hivi sasa watanzania waeleza muungano ulivyoleta manufaa ya kiuchumi. Huko CTI ya kutana na wenye viwanda mkoa Pwani, habari hii imeelezwa hapa. Waziri mkuu afanya kikao na wakuu wa mikoa Kamata na kala ya gazeti Mtanzania leo kufahamu habari hii kwa kina. Vile gazeti Raia Mzalendo uh, ukweli na uwazi limeandika muungano ulivyoharakisha maendeleo ya pande zote mbili. Wananchi waeleza muhimu kwa usalama, amani na hata utulivu, wataka muungano huo ulindwe kwa wivu mkubwa habari hii ikipamba ukurasa wa mbele wa gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari nyingine inasema bilioni kumi zinatumika kukarabati mitambo ya umeme bwawa la Mtera, CTI ya kukutanisha uwekezaji Pwani, sababu za kifo cha diwani mteule wa CCM Mbozi bado kujulikana, chuo cha Mwalimu Nyerere kuanza kutoa PhD ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Gazeti hili linatamatisha sehemu ya kwanza magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Tupata mapumziko mafupi, nikirejea hapa moja kwa moja tutaangazia michezo na burudani. Usondoke kwenye Smart TV yako.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 9 kama ndio kwanza unaungana nami bado hujachelewa. Jina langu naitwa Dorcas Daniel. Hii ni sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwana michezo, karibu tutupie macho, tukiangazia yaliyojiri katika kurasa mbalimbali za magazeti ya siku ya leo nikianzia gazeti eh, mwana E, Mwanaspoti gazeti mahususi kwa habari za kimichezo na burudani imeandika moto utawaka, e, Petro atambia, e, viungo asaka rekodi nyingine. Azam yala kiapo fitoto akimtaja Azizi kii. Bwana unaambiwa shemeji Azizi kii tayari amekwisha kutua hapo nchini <laughs> Pantev apangua kikosi, vigogo Simba wanyoshiana vidole kuna tatizo, kuna tatizo gani? Kama tanakala hii uweze kufahamu, Simbu anyemelea um, uh, anyemelea tuzo ya dunia. Habari hii utaipata katika nakala hii ya gazeti la kimichezo na burudani pekee gazeti Mwana Spoti. Jamvi la habari spoti limeandika Simba ya watuliza mashabiki juu ya Bajabel. Simba ya watuliza mashabiki juu ya Bajabel, habari hii imetajwa hapa ukurasa wa mwisho. Kasi ya kataa rufaa yengine Tanzania kicheko ni habari ambayo pia utaipata katika wasaa huu wa habari za kimichezo na burudani na pale utakapokamata nakala hiyo. Sasa taifa Tanzania michezoni limeandika Yanga ya apa kuwa duwaza GS kablie eh, mbele ya mashabiki wao. Murtaza Mangungu kuwa mwenyekiti bodi ya Simba. Murtaza Mangungu kuwa mwenyekiti bodi ya Simba. Wanachama wataka mkutano usogezwe mbele. Haya, kocha awapa tano wa Tanzania kungara kombe la dunia. Joseph Gede arejea eh, kwa mara nyingine Tanzania. Habari hii imetajwa eh, katika nakala hii ya gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza michezoni. Gazeti wa Machinga Sport limeandika Yanga Sports Club kuionyesha eh, ubabe JS leo habari hii imetajwa hapa. Huku Simba Sports Club wafuata Mali kibabe, shirika mzinga la Mzinga laanza vyema michuano ya Shimuta. Ni habari ambayo utaipata katika gazeti wa Machinga Sport ukurasa wake wa mwisho. Vilevile gazeti Mwanahabari limeandika Yanga leo Algeria, Simba watua wa Mali CAF Champions eh, kumradhi CAF Confederation Cup Yanga leo Algeria. Simba watua Mali CAF Confederation Cup. Simba watua eh, Monaco kufuata tuzo. Katwila anasema tunataka Geita Gold irudi ligi kuu kuu. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Mwanahabari michezoni. Majira bwana limeandika Simba Sports Club yatua Mali kuikabili Stade Malien, kocha afunguka, wachezaji waahidi wa ushindi. Azam Football Club Wydad Quality itaamua leo Aman Complex. Azam Football <laughs> Club wanasema bana Wydad Quality itaamua leo Amani Complex. Haya, naondoka hapo nikiangazia Tanzania Leo Sporti mechi ya maamuzi mreno wa tamba kuendeleza vipigo Simba kutekeleza umafya ugenini ni habari ambayo zimetajwa hapa. feitoto wa idadi hawatoki leo Arsenal wameshindikana Tanzania kwenda kuongeza uzoefu AFCON 2025. Basi hayo leo tutayashuhudia je, yeah. Aziziki bwana atafunga katika mchezo huu ama itakuwaje mbele ya timu ambayo amewahi kuichezea. haya Gazeti Mwelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Mahakama ya bariki mradi bomba la mafuta. DTC kuwa kitovu cha elimu ya ufundi nchini. Waziri mkuu aongoza kikao cha wakuu wa mikoa wenye changamoto ya majina NIDA. Mambo safi bana. Habari hii tayari imekwisha kwa kuangazia, sasa ni kuangazia michezoni. Serikali yatoa mwongozo katika eh, katiba mpya. Simba Yanga dimbani leo Algeria. Azam Football Club nayo kuwakaribisha Wydad amani Elhilal eh, ya mwinda Fistone Mayele. Habari hii imetajwa katika gazeti uelekeo spoti, leo yetu ndio kesho yetu, dira ya Tanzania michezoni. Yanga leo Algeria, Simba ya tua kibabe mali timu Ufaransa nazo za mvizia Mayele, Simba watua wa Ufaransa kufuata tuzo ya dunia ni habari ambayo imetajwa hapa mtazamaji, na habari hii inahitimisha moja kwa moja magazetini leo ijumaa hii, kutokea hapa Sauti Kuu Online TV. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, nikutakia jumaa eh, juma karim jumaa mnawari tonane wakati mwingine panapo majali wa. Usisahau kuwa ifikapo saa mbili kamili asubuhi Sauti Kuu Sports za sa kujia hewani